Nam na, na sikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV ikiwa ni tarehe 25 za mwezi wa 9 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa sa moja majira fika mashariki. Na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na no follow page zetu, na hivyo takuwa wa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, mateka wa M23 wazidi kujisalimisha na wengine kukamatwa na wazawaza, Uvira, jenerali Makanika akiwahimiza wazalendo kuacha kuzubaa. New York, Marekani, Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ahapa kutokuwa kuwapa nafasi magaidi wa M23 Kongo pamoja na RDF, asistiza Rwanda kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka operesheni saidia Muzalendo bariko inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo hukunaziona kwa screen yako, ili moja kwa moja huweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Pia usikose kutembelea Baraka1 TV channel 2, ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya kusini na Kivu ya kaskazini ambako mateka wa M23 wazidi kujisalimisha na wengine kukamatwa na Wazalendo, tukianzia jijini Uvira wa jimboni Kivu ya kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mateka wanaosadikika kuwa ni Waredi Tabara Twigwaneho wameweza kukamatwa jijini Uvira huku wakiwa na shughuli ya kutafuta taarifa pamoja na mbinu kuwapa magaidi wa Twirwaneho redi tabara M23 huko milima ya juu. Kijana huyo ambaye mwenye asili ya Kirundi amekamatwa wakati huko kwenye harakati za kujaribu kuvuka kwenda Burundi kwa ajili ya kuchukua taarifa mbalimbali na kuja kuwaletea magaidi huko kwenye upande wa milima ya nyanja za juu, pamoja na Fizi, Uvira na Mwenga. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka jijini Uvira wa

Ofisi intambara zingahe umaze kugwana umaze kugwana tati ya ya kabiri kageregere ya mbere mwagwaniye sasa ya kabiri ya gatatu ni kiki atumye winjira mu ngumino twigwaneho ukacibonekara ngaha

Kazi hmm. Kazi basi kati. Na tukiachana na hili la Uvira, tukienda huko jimboni Kivu ya Kaskazini, Mateka wengi wamekuwa wakikamatwa mara kwa mara, huku wengine wakijisalimisha wenyewe, kati yao kukiwa kuna vijana wadogo wenye miaka kumi na mbili hadi kumi na tano ambao walikamatwa na magaidi wa M23 na, na kulazimishwa kuingia ndani ya kikundi hicho cha magaidi mengi na zaidi ripoti hii kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini chaque jour qui passe l'état-major de la troisième zone de défense reçoit des rendis et des capturés qui proviennent de rendi M23 dans les provinces du Sud Kivu et celles du Nord Kivu.

lakini tunafika kule tunakutana mateso, ndio mateso, fimbo ndio fimbo, chakula hakuna chakula, mavazi hakuna mavazi, tukabakia saa vile manyama za pori. Wanatuambia e, kila mara watatupatia mshahara, me hakuna mshahara. Kisha banageuka wanasema ile guvernema na ndio yetawalipa mshahara yenu, na kutuonesha kama vao njo banakuya badirisha shi tukaona haitawezekana na tukafikia hatua ya ku, kukufa sana, bamingi bali bana huwa bakongomani bamingi bale banasema banakuwa baforme na wale watu tukakwepa kubakimbia, lakini ndezi ambia bengine bebali bakia kule bajikaze barudie ba bafukuye huko ku gouvernement ku gouvernement njo gouvernement njo ba wetu na njo mama yetu kule, hakuna kitu, batendelea tu kusumbuka kule bure. Na hivi nawaza bengine bote batezi nisikia, banayua kama mie niko polisie na njo vile bali nifungaka na barudie na basoda bengine bote barudie, bakuye tufanye kazi ya inchi yetu, ile kule kwebako hakuna kitu kule kyo. Kwa maana mimi na felicite kwanza government yetu, kuendelea kutuchukua, banatuvalisha mzuri, kwanza baangalie jinsi mimi navala, kwa sababu mbuti kule deja banatuzia manguo, banatuzia na mabiatu, vyote vyotevyote banatupatia, tunakula mzuri. Na kwanza kama waliangalia kwanza mese yetu, mese yetu ni iko saba zungu. Tunakula mzuri kabisa. Na mi nawazia haya kwa njo mwisho, government endelea kufanya vingine. Na kuna wengi wanawazia sasa wakirudia, hawata rudia mu madruaza. Kwanza mimi niko nabambia dosia yangu balishaanza itrete, pia nipate franka yangu, mshahara yangu. Na kwanza petete batezi ni beba ku, mimi muchana banaambia batezi ni pitisha ku biro kwenda kamata franka yangu.

Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, turudi jimboni Kivu ya Kusini ndani ya jiji la Uvira ambako Jenerali Makanaki awahimiza Wazalendo kuacha kuzuba. Kiongozi Jenerali Makanaki, Makanaki Kadandara amekuwa akiwahimiza mara kwa mara kwa mara Wazalendo kuacha kuzuba na kutumia nafasi hii kuweza kuonyesha ushupavu na uimara wao kwa lengo la kumpiga adui ambaye ni M23 Alliance Pef Kongo pamoja na RDF kutoka nchini Rwanda, kupitia mitingi iliyofanyika ndani ya jiji la Uvira kwenye viwanja vya Hazuri maeneo ya Kasenga, Jenerali Makanaki amewahimiza wazalendo kuweza kuwa kitu kimoja na kufungua njia ya Katogota, Kamanyola, Bukavu pamoja na maeneo mengine yote ambayo yanadhibitiwa na magaidi wa M23. Mengi na zaidi, huyu hapa

huko okay, nasikiliza Baraka One TV kutoka USA, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, kutoka Australia, Jide Kizenga, Tembele King Sele, the only one king from USA, De Done Butoto, Kashosi kutoka Australia, Kiza Salum, Biondo Kilomba, Mawe Mashaka, Ayamba mzee wa state ya Main, Da Feza, Daletesha da, Da Irene daasha wote wakiwa nasikiliza Baraka1 TV ya kis kandeke asokolo ayeba. Na baada ya taarifa zote hizo, tuingie huko New York ambako rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ahapa kuto kuwapa nafasi magaidi wa m 23 la msefungu pamoja na RDF asistiza Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Felix Antoine Chisekedi Chilombo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupitia baraza la Umoja wa Mataifa la 80 ameweza kuzungumza mambo mengi likiwemo la kuweza kukubali na kuelewa mauaji ya kimbari yaliyozidi kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa takribani miongo mitatu huku wakitaka baraza hilo kuweza kuidhinisha siku mahususi ya kukumbuka mauaji hayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akisisitizia kuhusiana na majeshi ya Rwanda yanayozidi kufanya kazi dhidi uh, upande wa magaidi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuamsha hisia za wengi waliokuwa ndani ya ukumbi huo wa Umoja wa Mataifa kwamba imefika wakati sasa Rwanda kuheshimu makubaliano yaliyofanyika Doa pamoja na Washington ya kuondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ki ya Kidemokrasia ya Kongo, na huku pia swala la kuwajumuisha wanajeshi wa Alliance Fleuve Kongo M23 ndani ya jeshi la FRDC, hilo sio swala la kuzungumza, na ni lazima litafanyika kwa mpangilio sahihi, nani anayestahili na nani asiyestahili, na lazima pia sheria iweze kufuata mkondo wake. Yeyote ambaye anajua alihusika na mauaji uporaji pamoja na ubakaji lazima aweze kuadhibitishwa, lazima aweze kufikishwa mbele ya sheria. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, ambaye kurushia haya matangazo. Mengine tukutanane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. chao chao.